Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania. Leo ni tarehe kumi na tatu ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunaka udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shekhani Mzeina,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 wataka viongozi wa ige uadilifu Samia kuongoza maziko yake leo Usangi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Majimbo manne ya zaliwa kumi na mbili yabadilishwa majina. Habari katika ukurasa so, wa tatu. Serikali yaokoa bilioni kumi na tatu mfumo wa ununuzi wa umma habari katika ukurasa so, wa tano. Wanafunzi ya mikopo elimu ya juu kuongezeka, wabunifu kuanza kukopa bilioni mbili nukta tatu mfuko wa Samia panya mia moja wafuzu kupelekwa nje ya kufanya kazi. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Samia achangia milioni hamsini ujenzi wa kanisa. Habari katika ukurasa wa nne. Majali washiriki mjadala wa maraisi changamoto a Afrika. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Bajeti ya wizara ya elimu ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, unalo gazeti Mwananchi lenye wa habari liliyopewa kipaumbele ni cheti cha digrii bondi mikopo kausha damu, wahitimu vyuo vikuu wavitumia dhamana kukopea, wahusika wafunguka, inavyokuwa uhaba wa ajira watajwa kusukuma wengi wasomi waliahadhi ya vyeti kuporomoka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ndugu, katika ukurasa wake mbele ni ya Jackson Gwandu mhitimu wa sayansi ya siasa anasema, nilihitimu miaka minne iliyopita. Nimewahi kuwa muhudumu kwenye kibanda cha simu na sasa ni muuzaji dukani. Kazi hizi hazihitaji ulichosomea. Nimewahi kuweka cheti changu rehani nipate mkopo wa laki mbili na elfu hamsini. Haikuwa na maana kukihifadhi cheti kwenye dro huku nikiwa na njaa undani wa taarifa hili katika ukurasa wa 12. Gazeti hili imeandika fursa mpya, vilio tume ikigawa majimbo ya uchaguzi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Habari picha inamuonyesha Dr. Tulia Jerisla na Abdalla Shaulembo. 3,960 idadi ya kata zitakazofanya uchaguzi mkuu mwaka 2025 50, idadi ya majimbo ya uchaguzi kwa upande wa Zanzibar baada ya maombi kuhusu kugawanywa kwa baadhi ya majimbo ya uchaguzi na kata Hatimaye tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC, imetangaza kugawanya majimbo na kuanzisha mapya manne. Hata hivyo mgawanyo wa majimbo hayo ambao unakwenda kuongeza idadi ya wabunge na, wa na madiwani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Trilioni mbili nukta nne bajeti ya elimu mikopo elimu ya juu ya paa. Habari katika ukurasa wa pili. Chadema yaishikia ya chauma Rungwe akitupia bomu hoja ya wimbi la makada wa Chadema kukihama chama hicho, taarifa za uwepo mpango ya kwenda kujiunga na chama cha ukombozi wa umma cha umma imeteka mikutano ya viongozi wa Chadema. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika viongozi wa dini wa mwaga Msuya wakionya rafu elfu mbili na ishirini na tano. Habari katika ukurasa wa tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bajeti wizara ya elimu yajayo yanapendeza, ni iwapo itaidhinishwa trilioni 2.4 Samia Innovation Fund kuanzishwa, ufadhili tafiti za mabadiliko ya tabia nchi, waja ufadhili wa wanafunzi wanaofanya vizuri masomo ya sayansi kuendelea, imesheheni mambo mapya. Habari kamili ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Uchaguzi mkuu 2025 majimbo mapya nane yaanzishwa, habari katika ukurasa wa tano. Wachimbaji Geita wampongeza Rais Samia kwa mafanikio makubwa, habari katika ukurasa wa tano. Majaliwa ashiriki ufunguzi jukwaa la maofisa watendaji wakuu Afrika, habari katika ukurasa, ukurasa wa ishirini na tano. Rais Watara asisitiza uongezaji thamani wa mazao, habari katika ukurasa wa nne. Dkt Tulia azindua mradi wa kusambaza umeme vitongoji mia moja na tano Mbea, habari katika ukurasa wa tano. Chadema azidi kupigwa mawimbi na no reforms no election. Habari katika ukurasa wa tatu. Marekani na China za kubaliana kupunguziana ushuru wa habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika chuo cha MNMA kinavyothamini mchango wa wafanyakazi wake, habari katika ukurasa wa kumi, na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Majira gazeti huru la kila siku. Ninalo gazeti ya Nipashe mwanga jamii lenye habari yaliyopewa kipaumbele, majimbo mapya ya wagawa wadau watilie shaka ushirikishwaji wanaoamua pembezoni, Dar es Salaam yaongezwa mawili, jimbo la Spika Tulia nalo lapasuliwa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, nukuu ya Profesa Hamfrey Moshi anasema haya mambo yanafanyika kwa mrengo wa kisiasa, au labda kuwe na sababu maalum lakini uongezaji wa majimbo unaongeza gharama za kiutendaji kwa serikali. Maana yake hizo fedha ambazo zingeenda kwenye maendeleo ya kuleta barabara, umeme, maji zinakosekana, zitakosekana kwa sababu zimeelekezwa kwenye majimbo. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika Mkenda aja na mikakati kusoka upya elimu nchini, adinga bungeni na maombi ya trilioni mbili nukta nne tatu za kuvusha 2025-2026. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano, vipaumbele ni mikopo elimu ya juu kuongezwa. Panya wa Tanzania vunja rekodi ya dunia. Neema zaidi ufadhili wa Samia. Bodi ya kusimamia walimu yaja. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano. Mazishi ya Msuya, askofu tujihadhari, kuna wagombea wanakuja kununua kura kuwa wabunge. Habari katika ukurasa wa tatu. Wabunge wang'aka wizi wa mitandaoni. Habari katika ukurasa wa saba. Wabunge wametaka serikali kudhibiti wimbi la wizi wa mitandao unaofanyika kupitia huduma za simu na benki, wa gesesitiza umekuwa unaumiza watanzania wengi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa saba. Viongozi wanachama mia moja wa hama CHADEMA. Habari katika ukurasa wa kumi na nane. Lakini vya gazeti hili limeandika polisi, hatujapokea ushahidi CHADEMA, mdude kutoweka. Habari katika ukurasa wa tatu wanahabari wa jinoa kutetea usalama wao wakati wa uchaguzi. Habari katika ukurasa wa tatu. Mutale atuasiri kiwango chake kurejea. Habari katika ukurasa wa 24. Na kivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Gazeti Jamhuri ninalo mikononi mwangu lenye limeandika Chadema, sikio la kufa ni wa kupuuzwa, ombi la mboe la kuundwa kamati ya maridhiano. Makundi ya viongozi wanachama waandamizi wadai chuki itaua chama wadau wajiuliza iwapo cha umma itaweza kuhimili vishindo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika Tafran, tuhuma za ushirikina, mtoto aliyetoweka siku nane ibuka na kuwataja watesi wake, wananchi wacharuka, wawafukuza kijijini, mmoja umbaradhi asamehewa, habari katika ukurasa wa tatu. Udet, tuvumilieni kwa muda, yaagiza mabasi mapya mia moja yanayotumia gesi kuanza kujiendesha kibiashara kama ilivyo SGR. Habari katika ukurasa wa tano, hali ya kitima bado bagonza atisho. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Gazeti limeandika Chadema, mnaanza kulipa gharama za kutwambilika. Habari katika ukurasa wa saba makala, mfahamu Papa Leo wa kumi na nne. Habari katika ukurasa wa nane wa gazeti hili, lakini pia gazeti hili limeandika Nyerere, baba wa hifadhi zote Tanzania. Habari katika ukurasa wa kumi na nne. Waheri Mzee Msuya, utakumbukwa daima, habari katika ukurasa wa nane. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri lenyewe husema tunaanzia wanapoishia wengine. Tulitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima. Lenyewe habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni bajeti mwaka 2025/2026, mapinduzi makubwa elimu Serikali itangaza mpango kutoa ufadhili kwa wanafunzi wanaopata ufaulu wa juu kidato cha sita. Pia utaanzisha mfuko wa uendeshaji utakaotoa mikopo nafuu yenye lengo la kuendeleza na kuchochea ubunifu. Nukuu ya Profesa Mkenda Adolf katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili inasema, serikali itaendelea kutoa ufadhili kwa wanafunzi 2630 wenye ufaulu wa juu katika masomo ya sayansi kupitia Samia Scholarship, ambapo kati ya hawa wanafunzi wa mwaka wa kwanza elfu moja mia mbili ishirini. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Waziri mkuu wa shiriki mkutano Ever coast habari katika ukurasa wa tatu. Simanzi ya Tanda, mamia wakimwaga mzee Msuya vilio. Simanzi na huzuni vilitawala katika viwanja vya cd Msuya wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro baada ya idadi kubwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Ubunifu wa Rais Dr Samia wawakosha ujumbe Zanzibar. Habari katika ukurasa so wa kumi. Mikakati yanikwa uwezeshaji watu wenye ulemavu kiuchumi. Serikali imetaja mikakati saba inayotekeleza kuwawezesha watu wenye ulemavu kujikwamua kimaisha. Undani wa taarifa hini katika ukurasa so wa tano. INEC yataja sababu kuongeza majimbo nane. Habari hii imeandikwa kwenye ukurasa so wa tatu. Rais Samia atoa milioni hamsini kuchangia kanisa. Habari katika ukurasa so wa nane na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika tunathamini mchango wa taasisi za umma Hemedi, habari katika ukurasa wa pili. Tumehuru uchaguzi ya mfumo wa majimbo, habari katika ukurasa wa tatu. Wizara yatumia mifumo kupandisha vyeo watumishi, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Charles Hilary kuagwa Mapinduzi Square ya habari katika ukurasa wa tatu. Lakini pia gazeti hili imeandika Papa leo hataki kuona vita tena duniani. Habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti wa machinga katika ukurasa wake nyuma, habari iliyopewa kipaumbele ni aina ikianzisha majimbo mapya manne, pia ya kubali kubadili majina majimbo mengine kumi na mbili da yapata majimbo mengine ya kivule na chamazi. Dodoma mjini nalo latoka jimbo na mtumba, habari katika ukurasa wa nne. gazeti limeandika bundi azidi kulindima Chadema wanachama wengine zaidi ya mia moja wabwaga manyanga kutoka katika majimbo 11 mkoani Tabora. Habari katika ukurasa wa tatu. Majali washiriki ufunguzi jukwaa la maafisa watendaji wa kuu Afrika. Habari katika ukurasa wa tatu. Lakini pia gazeti hili limeandika wananchi watakiwa kusoma ripoti za CAG kupitia tovuti ya NAOT. Habari katika ukurasa wa pili. Lakini pia gazeti hili limeandika NMB ya dhamini maonesho ya kimataifa ya mifugo. Rais Samia kuongoza Watanzania maziko ya Mzee Msuya leo. Habari katika ukurasa wa pili na hivi ndivyo ambavyo alimeandika gazeti wa Machinga tukiwekea habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika Fadlu ageuka mbogo Simba acharukia masta aitaja aris Berkane. Habari katika ukurasa wa pili. Berkane dhidi ya Simba fainali Mei kumi na saba, municipal de Berkane Morocco. Hii ni first leg Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. Azam ya ubingwa hii hapa, habari katika ukurasa wa 12. Gazeti hili imeandika Yanga Sports Club ya Arusha kete kocha Al Ahli mtu sana aliipa timu hiyo mataji mawili mfululizo ya kaf. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili ijayo ni Yanga dhidi ya Namungo leo Jumatatu saa kumi na robo jioni, KMC Complex. Gazeti hili limeandika Charles Hillary ni mmoja tu, habari katika ukurasa wa 15 Kocha Amorim kungatuka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 15. Mbape na rekodi ya kazi bure. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 14. Ken Gold pamba mechi ya upande mmoja, habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele siku hii ya leo. Ligi kuu leo Jumanne ni Azam dhidi ya Dodoma Jiji, saa moja kamili usiku, Azam Complex Chamazi. Magazeti ya habari habari za michezo na burudani Nalo gazeti Habari Leo katika ukurasa wake nyuma lenyewe limeandika Yanga na mungo hesabu tofauti, Prisons yafufua matumaini kubaki ligi kuu, Simba yaifuata Berkane, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za ja gazeti hili. Bao la KMC la mkera lamkera Fadlu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Kenya wenyeji soka la ufukweni, Sekafa, habari katika ukurasa wa 23 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo lakini pia Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe umeandika Mutale atoa siri ya kiwango kurejea awataja pia mashabiki Simba wapaa Misri kuifata Berkane atoa neno zito Fadlu naye asema, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu kocha Yanga aishtukia Simba habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu Mbape aaza kuvunja rekodi ya kikosi Real Madrid habari katika ukurasa wa ishirini na mbili hivyo ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii na gazeti Nipashe linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani Tv.